Juma Aweso, Dorothy Gwajima na Paul Christian Makonda, je, ni nani kati ya hawa atakayeteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania endapo mabadiliko ya uongozi yatafanyika baada ya uchaguzi mkuu katika awamu ya sita muhula wa pili wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Je, ni kigezo gani kinachotumika katika kumteua kiongozi wa nafasi hiyo nyeti serikalini? Na je, hao wanaotajwa sasa wana sifa za kutosha kuchukua mikoba ya waziri mkuu Kassim Majaliwa aliyelitumikia taifa kwa kipindi chote cha muhula wa kwanza katika awamu ya sita. Maswali hayo yameendelea kuwashika wengi midomo huku mitazamo ikigawanyika kuhusu ni nani hasa anayeonekana kuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kuchukua wadhifa huo endapo e, mabadiliko yatafanyika. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, majina matatu ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, yameanza kuzungumziwa zaidi, ambapo ni Muheshimiwa Paul Christian Makonda, Mheshimiwa Dr Dorothy Gwajima na Mheshimiwa Jumaa Aweso. Japo Makonda anatazamiwa kwa ukubwa kabisa kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano ya Tanzania katika muhula wa pili wa awamu ya sita chini ya daktari Samia Suluhu Hassan. Paul Makonda ni miongoni mwa vijana wa kizazi kipya ndani ya chama tawala CCM ambaye amewahi kushika nafasi ya mkuu wa mkoa Dar es Salaam. Makonda anajulikana kwa mtindo wake wa uongozi wa moja kwa moja, msimamo thabiti na uwezo mkubwa wa kushawishi makundi ya vijana, jambo linalompa nguvu ya kisiasa ndani na nje ya chama. Makonda amehudumu pia kama mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Amekuwa akionekana kama kiongozi mwenye uthubutu na anayeweza kuleta kasi mpya katika serikali ijayo. Lakini pia Paul Christian Makonda amewahi kushika nafasi ya juu miongoni mwa nafasi za juu kabisa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM ambapo nafasi hiyo ni msemaji wa chama hicho kitaalamu kama katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa itikadi na uenezi tangu Oktoba 22 mwaka wa 2023 hadi Machi 31 mwaka wa 2024, alipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na sasa kutazamwa zaidi kwenye nafasi ya uwaziri mkuu katika serikali ya awamu ya sita muhula wa pili chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dorothy Gwajima. Kwa upande wake Dr. Gwajima amejijengea heshima kupitia utumishi wake serikalini akiwa waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum. Kabla ya hapo aliwahi pia kuwa waziri wa afya, nafasi aliyoitumikia kwa weledi na nidhamu ya hali ya juu kwa zaidi ya miaka ishirini katika utumishi wa umma. Dr. Gwajima ana sifa za kitaalamu na uzoefu wa kiutawala unaomfanya kuwa miongoni mwa majina yanayotajwa zaidi kwa uzito mkubwa. Dorothy naye anatajwa sana katika nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, atatoboa na eh, kuvipiku vichwa hivyo viwili ambavyo ni Paul Christian Makonda na Juma Aweso? Kwa upande wa Juma Aweso ni waziri wa maji katika serikali ya awamu ya sita muhula wa kwanza ambapo anasifika kwa utekelezaji makini wa miradi ya maji mijini na vijijini. Ukaribu wake na wananchi pamoja na umakini katika usimamizi wa miradi ya maendeleo kumemjengea taswira ya kiongozi mchapakazi na mwenye uwezo wa kusimamia utekelezaji wa sera za serikali kwa ufanisi mkubwa. Wachambuzi wa siasa nchini wanasema umahiri wake katika kuunganisha watu na matokeo ya miradi ya maji umemweka katika nafasi nzuri kisiasa. Je, Juma Aweso atafanikiwa kuwapita Paul Christian Makonda na Dorothy Gwajima na kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania? Kadiri serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inavyokaribia kukamilisha muhula wake wa kwanza, maswali yanaibuka kuhusu mustakabali wa baraza jipya la mawaziri litakaloundwa na nani, iwapo atakuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa kipindi chote cha uongozi wake, Kassim Majaliwa Majaliwa amehudumu kama waziri mkuu akitambulika kwa utulivu, unyenyekevu na uaminifu mkubwa wa serikali ya rais Samia. Hata hivyo, kama ilivyo katika siasa, mabadiliko ni sehemu ya safari ya uongozi. Je, kati ya Makonda, Dr Gwajima na Aweso ni nani ataibuka kuwa chaguo jipya litakaloweka sura mpya katika uongozi wa serikali ijayo? Wakati ukifika majibu yatakuwa wazi, lakini kwa sasa mjadala huu unaendelea kutawala vichwa vya habari na mijadala ya kisiasa nchini na unaendelea kushika kasi sana hasa kwenye anga za mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Watu wengi wanajadili, wanamjadili kwa kina Paul Christian Makonda na wanampatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama wanamtupia jicho sana huku akiamini kwa ukubwa zaidi pengine anaweza kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiachana na Dorothy Gwajima pamoja na Juma Aweso, wengi wamempatia nafasi Paul Christian Makonda, japo Juma Aweso pamoja na Dorothy Gwajima wanatajwa sana e, kwenye wanatajwa sana katika nafasi hiyo ya waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa tanzania mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu je unahisi ama unafikiri ni nani atakayepata nafasi ya kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa tanzania kati ya paul christian makonda jumaa aweso na dorothy gwajima tuandikie mtazamo wako na maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment zungumza kile ambacho E, unakiamini kati ya watu hawa ambao wanatajwa sana kwa sasa katika mijadala mbalimbali mbali huko katika e, sehemu mbalimbali mbali, hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii e, kuwa ni nani atapata nafasi ya kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hii hapa ni habari kiganjani. Endelea kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na Twitter kwa majina ya Habari Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.